Ile miradi inaendelea Kenya ingine ya maendeleo, hata Isiolo inaendelea. Na ndio na wasii, tuishi kwa amani, tusukume maendeleo yetu, na mtu asikuje kukudanganya, ati mtu ya upinzani anakuja hapo na kiherehere na kimbelembele na meemee na ujuaji ati kukuambia we mtu ya Isiolo, wachana na serikali uende ukakae kwa upinzani. Mutakubali? Mutakubali? ati mdanganywa mwende mkatafute serikali na orede, muko katika serikali, mutoke mwende kukatafuta ingine? Hapana. na wale wenye hiyo maneno sio ati ni wageni Kenya, sio malaika, tunawajua na wamekuwa kwa viti kubwa wengine mawaziri, wengine sijui nini, na siku ile walikuwa na kirauni kwa kichwa, hakuna hata project moja ya Isiolo wametetea, wame ikafika pale Isiolo, na kama ni uongo wanionyeshe.